Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran kathira wabad babu ma yufsidu sawma wa yujibu wayujibu alkafara. Mazungumzo yetu ya leo katika darsa hii tunataka tuzungumzie yale mambo ambayo yanaharibu saum, na kati ya hayo lipo lile ambalo linawajibisha alkafara. Bila shaka darsa hii itakuwa uh, ni zaidi ya darsa moja kuzungumzia mambo haya ambayo yanaharibu saum ni mambo gani mtu akiyafanya saumu yake itakuwa ishabatilika? Tukianzia darsa yetu, tutaanzia yale mambo ambayo yanaitwa al-usul usul al-mufattirat, mambo ambayo ni msingi kabisa kati ya yote ambayo yanaharibu siamu. Bila shaka yanayoharibu siamu na yanayosababisha kufunguza ni mengi, lakini kati ya hayo yapo ambayo yana ikhtilaf na mengine yana itifaq yana mafikiano ya, ma, mafiki ya, no ya wanavyuoni rahmatullahi alayhi. Vinavyofunguza ni vingi, lakini vilivyo msingi kabisa katika ufunguzaji ni vitu vitatu, navyo ni al aklu washurbu waljimaa, kula na kunywa na kitendo cha ndoa. Na kati ya vitatu hivi, kibaya chao ni hichi kitendo cha ndoa, na tutakuja ona insha Allah ufafanuzi wa masaili hizi na haya matatu ambayo ndio anaviona anaita usulul mufattirat, ndio misingi mama inayofuturisha. Mambo haya yametajwa kwa pamoja katika aya 187 ya suratul Bakara. Allahu subhanahu wataala anasema falana bashiruhun, basi hivi sasa kutaneni nao wake zenu katika kitendo cha ndoa. Wabtahu ma kataba Allahu lakum na tafuteni kile ambacho Allah amekuandikieni, yani, tafuteni kizazi kupitia kitendo cha ndoa na pia tafuteni kukidhi matamanio yenu ya halal, wakulu washrabu, na kuleni na munywe, hata yatabayana lakum alkhaytu alabyadu mina alkhayti alaswadi min alfajr, mpaka ukubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi katika muda wa alfajiri. Thumma atimu siyama ila layl, kisha timizeni siyam mpaka usiku. Aya hii nataka maelezo. Maelezo yake ni kwamba mwanzoni mwa Uislamu ilikuwa kama itatokea mtu katika mwezi wa Ramadhani usiku amelala, anapolala basi huwa haifai tena. Yeye kama ataamka kabla alfajiri, kula au kunywa au kukutana na mkewe katika kitendo cha ndoa, yaani kufanya hizi almufatirat, vitu vinavyofunguza na kuharibu siam kwake yeye, itakuwa ni haramu Haifai kuvifanya vitu hivi, kwa sababu tu ameshalala. Ilikuwa ndiyo hukumu hiyo, lakini ikatokea kwamba masahaba wameyumba katika sheria hii, akiwemo Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda, mtu ameamka akakutana na mkewe, ilhali ya kuwa sheria imemzuia hili. Likawafanya wajute, waumizwe na kosa hili katika nyoyo zao na hatimaye wakenda wakajishtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndipo ilipokuja aya hii kutoa nafasi kuruhusu kile ambacho kilikuwa kimezuiwa. Sasa ikawa wameruhusiwa masahaba <coughs> na umma kwa ujumla, na ndio hukmu itakayofanya kazi mpaka Kiama, na ndio hukmu nasikh, hukmu iliyoifuta ile hukmu ya mwanzo. Sasa watu wanajuzikiwa kula, kunywa na kukutana na wake zao mpaka alfajiri, hata kama itatokea mtu amelala kisha akaamka kwa muda wa kwa alfajiri haijaingia, itafaa kwake kula au kunywa au kukutana na mkewe. Haya, hii <clears throat> ndio inazungumzia mambo haya matatu makuu katika jambo la kuharibu siyamu. Sasa ulama wakasema itakapokuwa matatu haya, Allahu azza wa jalla amesema yanaruhusiwa, hata kama mtu ameshalala akaamka, inafaa kukutana na mkewe na kula na kunywa lakini aya ikaja na neno hata. Hata ghaia ni hata ambayo inaonyesha mpaka, yani mpaka wa kula na kunywa na kitendo cha ndoa mwisho wa alfajiri. Inamaanisha kwamba haya matatu haya, baada ya alfajiri, haifai kufanywa baada ya kuingia alfajiri katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu watu wamo ndani ya siyam, haitofaa kufanywa. Kama haitofaa kufanywa matatu haya, inamaanisha kwamba yote haya yanaharibu siyam. Lau ingekuwa kula na kunywa na kitendo cha ndoa hakiharibu siam isinge kuja na neno hata, lakini hata imeonyesha kwamba matatu yote haya hayafai kufanywa katika muda ule ambao watu ao wa ndani ya siam. Na hii ni dalili katika al-Qur'an al-Karim ya kuonyesha kwamba siam ili iwe siam, basi itamzuia mtu kula, kunywa na kitendo cha ndoa, kwa sababu waliporuhusiwa kuyafanya matatu haya waliwekewa mpaka wa mwisho, na nao ni wakati wa alfajiri na maulama wote wamekubaliana ijmaan, wamekuwa na makubaliano kwamba matatu haya yanaharibu siyam. Ama yasiyokuwa matatu haya yatakuja maelezo inshaallah tabaraka wa taala kueleza kwamba je, hayo nayo yanaharibu au kama kuna ikhtilafu ya wanavyoni tutaitaja. Na kati ya haya matatu liko linalowajibisha kafara, nalo ni jambo la kitendo cha ndoa, na kafara yake tutakuja ifafanua, lakini kwa ufupi ni kwamba ni itku raqaba kuwacha huru mtumwa. Na ikiwa mtu kakosa mtumwa wa kuacha huru, imma wake binafsi hana au wa kumnunua akamgomboa, gharama hizo hana, basi atafunga miezi miwili mfululizo, na likimshinda hilo atalisha maskini sitini. Tuanze na jambo la kula. Jambo la kula linaharibu siam, na kula nini? Maana yake idkhalu shay'i ila almaidati an tariqi alfam, kula kwa haraka ni kuingiza kitu katika utumbo kwa kupitia njia ya kinywa. Mtu kama atatumia kinywa chake akaingizia kitu tumboni, basi mtu huyo anahisabika kuwa amekula, ni sawa tu alichokiingiza tumboni mwake kikiwa kina manufaa au kina madhara au hakina manufaa wala madhara. Chenye manufaa kama vile chakula, chakula kina lishe mwilini Hichi akila kikaingia tumboni, hata kama nipunje moja ya wali, tayari swaumu yake imeshaharibika. Chenye madhara kama vile majani yenye sumu, kama mtu atakula majani haya yakaingia tumboni, atakuwa ameshaharibu swaumu yake, na kama yatamuondoa duniani, atakuwa ametenda dhambi mbili kwa wakati mmoja: kula sumu kusudi, na kuiharibu swaumu yake kusudi, bila udhuru wa kisheria na ama kisicho na manufaa wala madhara kama vile kipande kidogo cha karatasi kikawaida, kikawaida hichi hakina lishe na mwisho kinatoka, hakileti madhara mwilini. Au amepiga mfano na vioni wa wa asubha. asubha ni kile kipengele kimoja katika ule ushanga wa tasbihi. Sasa kile kama kigololi kile cha plastic kidogo sana, na wakati mwingine kinakuwa cha mbao. Kama mtu atakiingiza tumboni kikawaida, kile hakileti lishe mwilini, hakina lishe. Na ni kawaida kwa vile kidogo basi kinatoka tu kwa njia ya haja bila madhara. Kwa hiyo hakina manufaa wala madhara, lakini kwa sababu kimeingia tumboni, siamu isharibika. Kuingiza chochote tumboni unaivunja siamu, iwe ni kitu chenye manufaa kama vile lishe ya chakula, au chenye madhara kama mfano tuliotaja au mtu kula majani ya sumu au bangi akawa anabugia anameza, au kitu ambacho hakina manufaa wala madhara kama huo mfano tuliotaja. Vyote hivyo vinaingia katika neno la Kiarabu alakli. Kwa maana hiyo, vyote vinaharibu siamu, na aya imekuja na alitlaq walumum, imekuja na matamshi ya kiujumla kwamba kuleni na munywe na mkutane na wake zenu mpaka alfajiri, bas hapo tena muishike siamu, muache kula na kunywa. Kwa kula kumeingiza yote hayo, hali kadhalika kunywa, unywa una haribu siamu, na kunywa ni kuingiza kimiminika mwilini kimiminika ambacho ni kwa Kiarabu kinaitwa asail kwa sawail zote ambazo mtu ataingiza katika mwili, basi zitaharibu siamu. Ni sawa tu hicho alichokiingiza ni kimiminika chenye manufaa kama vile juice au mchuzi au maji au chenye madhara kama sumu ya maji au kisicho na manufaa wala madhara, kama ataingiza vyote hivyo vitaharibu siamu yake. Kuna watu wanakunywa damu damu ina madhara na ni haramu kuinywa. Na mtu kama atakunywa mchana wa Ramadhani, tayari kashaharibu siamu yake. Na kuna vitu vimepewa hukumu ya unywaji, kama vile moshi. Kama mtu atavuta sigara na moshi kwa unaingia katika mwili wake ndani ya mapafu na matumbo yake, basi huyu mtu ameshaharibu siamu yake, na moshi unaingia katika hukumu al-mashrubi lal-maakul, hukumu ya kinachonywewa na sio kinacholiwa. Na hivi vitu ambavyo vina vina maumbile kama ya gesi na mfano wake vinahesabika kwamba ni kama aina vinywaji. Jambo la kula walipolitaja, wanavyoni wakaliunganishia na la kula, jambo la al-ibarul mughadhia, sindano za lishe. Sindano kawaida ziko za namna mbili, kuna sindano ambazo akipigwa mtu huwa anatiwa lishe mwilini, pengine ni mgonjwa ambaye hawezi kula kikawaida au amedhoofika sana, anahitaji atiwe uh, lishe kupitia sindano sindano za lishe zinafunguza na zinaharibu siam, na zinaitwa al-ibaru al-mughadhiyah, tofauti na ibaru al-adwiya, nazo ni sindano za dawa. Sindano za dawa haziharibu siam, na kinachoingizwa katika mwili ni dawa ya kutibu na ndio mara nyingi wanapigwa nazo wagonjwa. La, ikiwa ni sindano za lishe hizi zitaharibu siamu, kwa sababu uh, lishe ndio makusudio makuu ya kula. Mtu anakula apatelishe kwa ajili ya mwili wake, kwa wakasema ibarul, al-ibarul mughadhiyah fi hukmi l-akli. Sindano hizi ambazo zinatialishe mwilini nazo zimechukua hukumu kama ya chakula. Tundu ya kinywa ndiyo tundu kubwa kabisa katika jambo la ulaji na katika kuharibu siamu, na kinywa sote tunakijua na kuna tofauti baina ya kinywa na mdomo. Uh, mwanadamu ana midomo miwili ambazo ni lips mbili hizi na halafu ana kinywa kinywa ndicho kimebeba ndani yake ulimi meno na huo uwazi wenyewe uliomo ndani ya kinywa kwa hiyo anatumia kinywa chake kulia chakula lakini na pua nayo katika jambo la siyam imepewa hukumu kama ya kinywa kitachoingizwa puani kikaingia mwilini kitaharibu siyam kama kitachoingizwa kinywani Pua iko karibu na kinywa, ikapewa hukumu kama ya kinywa. Na isitoshe Mtume sallallahu alaihi wasallam sallam kataja wazi wazi katika kueleza kwamba au kuashiria kwamba pua nayo ni manfadhun mu'tadun mu'athir, ni njia iliyozoeleka ambayo inaathiri kuharibu siyam. Imekuja katika hadithi ya Laqit ibn Sabira, nayo ni hadithi ambayo amepokea Abu Daud na Nasa'i.

Maulama wakasema hakuna sababu na ila inayodhihiri ya kukatazwa mtu huyu usunna wa kupandisha maji sana puani katika mwezi wa Ramadhan, isipokuwa ni kwamba akiyavuta sana yanaweza akaingia, akiingia ataharibu siamu. Kwa sababu sunna ya kupandisha maji puani kwa nguvu na kuyavuta ili yaingie ndani zaidi, sunna hii ipo siku zote isipokuwa katika halatu siamu. Mtume alimwambia huyu sahabi kwamba pandisha sana majipuani unapotia udhu, ila utakapokuwa umo ndani ya siam. Wanavyoona wakasema hatuijui sababu ya kumzuia hilo, ila ni kwa sababu ya siam, na ndio maana mtume akasema ila antakuna saima. Na kama itakuwa ni kwa sababu ya siam, hii inamaanisha kwamba huwa nayo ni tundu inayoathiri ikitumika kuingizia kitu katika mwili, nayo itahesabika ni manfadhun mu'tad. Kwao akasema alfamu, manfadhun mu'tad Kinywa ni, ni njia iliyozoeleka ni tundu iliyozoeleka kuingizia kitu kikaathiri siyam, na pua pia kwa vile imetajwa katika hadithi hii nayo ikahesabika manfadhul mu'tad mu'athir, ni tundu na njia ambayo imezoeleka kisheria kuhisabika kuwa inaathiri siamu ya mtu endapo kitu kitaingilia katika njia hiyo, tofauti na tundu nyinginezo katika mwili. Kwa mfano, mtu kama ataingiza dawa kupitia utupu wa nyuma wa kauli sahihi ya wanavyooni kwamba dawa hii haitoleta athar kwa sababu dawa inayoingiziwa katika sehemu ya siri ya utupu wa nyuma ni kwamba sehemu ile sio manfadhun mu'tadun fi shari, sio njia ki ya kisheria iliyozoeleka ya kuathiri siyam. Na isitoshe kinachoingiziwa kule hakihisabiki kuwa laklu wala fi ma'na al lakli wa hukmihi, hakihisabiki kuwa ni kula wala hakimo katika hukmu ya kula na ma'na al lakli. Yani, haisemwi hai kwamba mtu kala anapoingizia kitu sehemu ile. Kwa kwa hiyo kitu kinachoingia kupitia njia ile hakiathiri katika jambo la siam, na ndiyo maana Sheikhul Islam akasema la fitra bilhukna, hakuna mtu kuharibika siamu yake kwa kitendo cha kuingiza kitu katika utupu wa nyuma liannahu la yutlaqu alaiha ismul akli wa shurbi la lughatan wala urfa, kwa sababu kuingizia kitu katika utupu wa nyuma haisemwi au halitumiki jina la ulaji au unywaji. Hatuwezi kusema huyu mtu kala au kanywa, si ki lugha wala si ki mazoea ya urfu, si kitendo cha kula wala kunywa kile. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo kile hakiathiri katika jambo la siyam ya mtu, na formula inasema, idha shakakna fi shay'in am mufattirun huwa am la fal aslu adamu al fitr. Tunapotia shaka juu ya kitu kwamba hichi kinafunguza au hakifunguzi, kinaharibu siamu au hakiharibu, basi asli tutabakia kwamba hakiharibu siamu. Hatuwezi kuibatilisha siamu ya mtu kwa kitu ambacho hatuna mashiko ya hakika na sahih juu ya kuharibika siamu ya mtu huyo. Na hali kadhalika jicho, sio manfadhun mu'tad. Hizi ni sehemu za tundu za mwili tunazitaja. Jicho nalo sio manfadhun mu'tadun inda shar'i, fala yu'tabaru mu'athira sio njia iliyozoeleka katika sheria, kwa hiyo haitahesabika kwamba inaathiri. Kwa mfano mtu kati ya wanja, basi kama itatokea wanja ule ukafika kwenye koo na akahisi ladha kwenye koo yake, kwa hakika siamu yake iko salama bado. Au hata dawa ya kuingiza kwenye macho, wakati mwingine mtu anatiwa dawa katika macho na anasikia ladha ya uchungu wa dawa ile katika koo yake, hapa siamu yake iko salama wala haina tatizo ingawaje anayezidi kutaka usalama wa ibada yake atayafanya hayo baada al maghrib, lakini kama itatokea limefanyika hilo, basi jicho sio manfadhun mu'tad, tofauti na kinywa ambacho kimetajwa katika Qur'an kwa ishara, kwa sababu Allah alipokataza kula maana yake kakataza kutumia njia ya kula ya kawaida tunayojua hiyo ya kinywa. Na pua imetajwa katika hadithi ya Laqith ibn Sabira. Ama manafidh nyinginezo hizi zinazoingiza vitu katika mwili sio manafidh mu'tad. Kwa hiyo tushatoa utupu wa nyuma na sasa hivi tunalitoa jicho nalo kwamba sio manfadhun mu'tad. Akitumia mtu dawa ya kumwagia katika macho na ikaingia katika mwili wake, yani akaihisi kwenye koo, basi siamu yake iko salama. Lakini kama itakuwa alichokiingiza katika jicho kikija mpaka kwenye kinywa na akawa na uwezo wa kukitema sasa akakimeza, hapo tutasema imeharibika siam yake, kwa sababu sasa hivi kakitumia kinywa kwa kitu ambacho ingeweza kukitoa nje ya mwili na kukitema. Lakini la ingekuwa kimefika kwenye koo moja kwa moja kupitia jichoni na ikawa hakikufika kwenye kinywa chake wala haki, hajakihisi katika ulimi wake, basi siam yake iko salama. La ikiwa matone yale ya dawa yamefika mpaka kwenye kinywa na akayameza sasa Hichi kitendo cha umezaji cha pili hichi ndicho kilichoharibu siamu yake, kwa sababu kinywa ni manfadhun mu'tadun mu'athir. Na ulama wakasema hata kama mtu atatobolewa tundu katika tumbo lake na kikaingizwa kitu katika tundu ile, wakasema hukumu ya hilo ni kama hukumu ya aljaifa. Aljaifa tu ni jaraha lilokwenda ndani katika mwili, tuseme mtu labda kajaruhiwa kwa kisu, katobolewa jaraha lile linapotibiwa, ikatiwa dawa sehemu ile, na ndio dawa itaenda mpaka ndani, kwa sababu donda limeenda mpaka ndani, siam yake mtu huyu iko salama. Basi pia kama itatobolewa tundu katika tumbo lake na ikawa kimeingizwa kitu kupitia sehemu ile, au akaumia kwenye tumbo, haitaathiri, isipokuwa itakapokuwa tundu hiyo hivi sasa inatumika kwa ajili ya kula na ikawa ni manfadhun, badilun limanfadhi mutad fayahudhu hukmahu liana lbadala yahudhu hukma lmubdali minhu, itakapokuwa tundu ya tumbo imetobolewa hospitali na ikawa ndiyo njia mbadala, imehisabika ndiyo njia ya kulia sasa hivi, kama ni kwa muda fulani, labda kwa sababu ya matibabu, na ndiyo maana kinywa ikawa hakitumiki tena, basi ikishakuwa ikishakuwa tundu hiyo ya tumbo imetobolewa na daktari kwa lengo la kwamba itumike kama ni njia mbadala wa kinywa, hapo itakuwa njia hiyo imechukua hukumu kama ya kinywa, kwa sababu sheria inasema albadal yaakhudhu hukma almubdali minhu, kitu chochote kitachukua badala ya chengine kitabeba hukumu ya kile chengine. Kwa hapo tundu hiyo ikitumika kuingizia kitu, basi itaweza kuathiri na kuharibu siamu. Wakasema wanavyoni tundu ya utupu wa mwanamme, tundu ile ambayo inaitwa qanatu dhakar. Tundu ile inakuwa ina mrija unakwenda. Ile ikitumika kuingizia kitu pia haitaathiri, ingawaje ni tundu na kitu kimeingizwa ndani, lakini haitaathiri kwa sababu, kwanza wanasema ilivyo ni kwamba tundu ile inaishia kwenye kibofu na haiendi ndani, na inaelezwa kwamba kibofu kikawaida kinajaa mkojo kwa njia rashh rashh, yani kama jasho, kama kwamba kinapenya pale Uh, kile kinachotoka sehemu za juu za mwili na figo kwa njia za, kama za mpenyo wa jasho. Kwa hakuna njia ya kupenyea kwenda ndani zaidi. Yaani njia ya tundu ya uume inaishia katika kibofu. Lakini hata ingekuwa inaendelea kwa kauli ya kusema kwamba sio manfadhun mu'tad, sio njia iliyozoeleka, basi pia pale kama kitaingizwa kitu kwa njia ya dawa, labda inaweza katiwa dawa kupitia tundu ya uume wa mwanamme, kwa hiyo pia siam Haibatiliki, na kwa vile tundu ile inaishia pale tu, haifiki katika jauf, yani undani wa tumbo huku, basi ndio kabisa limekuwa liko mbali jambo hilo na kuiharibu ibada ya siyam. Tuje katika masala ya kutoa sasa. Kuingiza tushaona hukumu zake ziko hivyo io, uh, na kwa sababu tumezitaja tundu hizo, tutakisia na nyinginezo ambazo zilizobakia sio manfadhu mu'tad, kwa mfano sikio, sikio ikiingizwa dawa Uh, haitaleta athari wala kuharibu siam kwa sababu kama tulivyosema, sio njia iliyozoeleka kisheria kuharibu siam. Na wakati mwingine maulama wanataja mfano hata wa kitu kinachoitwa alhamdala. Alhamdala wanaita kibuyu au ni tunda ambalo chungu sana. Kama itatokea mtu amelikanyaga tunda la hamdala kwa unyayo wake, wanasema kwamba inawezekana akasikia ladha ya hamdala mpaka kwenye koo yake, yani namna uh, kitu hicho kilivyoumbwa kina ladha chungu sana inaweza ikapenya kupitia unyayo mpaka ikafika kwenye koo. Hii pia haiharibu siamu wala ha haambiwi mtu kaharibu siamu yake, kwa sababu kasikia ladha kwenye koo yake. Jambo la matapishi limegawika katika namna mbili, ima kujitapisha mtu mwenyewe au kutapika bila kujitapisha. Kinachoharibu katika hayo mawili siamu ya mtu ni alistiqa, kujitapisha, kwa sababu imekuja hadithi ya Imam Ahmad

hajajitapisha kusudi, basi hatowajibikiwa na ulipaji. Kwahiyo katapika mtu kidogo, lakini kajitapisha ye, siamu sharibika. Katapika sana bila kujitapisha, matapishi yamemzidi, siamu yake iko salama. Anayejitapisha ni yupi? Maulama wanasema njia za kujitapisha nyingi. Inawezekana ikawa nadhar, washam, walasru, waljadhbu, wasam' wa wa wa. Inawezekana ikawa mtu kajitapisha kwa kutazama au kwa kunusa au kwa kukamua tumbo au kwa kuvuta matapishi au hata kwa kusikiliza. Utazama kwa mfano, kaona klipu kuna mtu fulani huko anamla mjusi, na yeye anajua ni mtu ambaye ana, ana, ana, anaathirika haraka kwa kitu kama hicho, akikiona kwa kaangalia klipu ile, na akashambiwa hii usiangalie, kuna kitu fulani na wewe unachafuka haraka, lakini akaangalia kusudi. Uh, mtu fulani huko mwituni kamata mjusi, anamtafuna tafuna, anamla basi kwa hilo akachafukwa akatapika, huyu kashai haribu siam yake, na akapata dhambi, na atatakiwa ilipe siam hii, kwa sababu kajitapisha kwa njia kutazama. Na inawezekana kujitapisha ikawa kwa njia kunusa, kwa mfano, ananusa kitu ambacho anajua kinamchafua kina yeye kina na kinaweza kamtapisha, akitapisha akitapika kisharibu siam na itabidi ajailipe, na amepata dhambi, inabidi alete tauba. Ni kosa kubwa sana. Na inawezekana kujitapisha ikawa kwa njia la asru, kulikamua tumbo sehemu ya chini kuliletea juu. Sasa mtu ambaye anakamua tumbo lake kwa nguvu na anajaribu kuleta juu utumbo wake na machango, yani anakamua kwa kuletea juu, mwisho wake akatapika mtu huyu, kaiharibu siam, kapata dhambi alete tauba na atatakiwa ajilipe. Na hiyo siku yenyewe itatakiwa aendelee na alimsak. Yani ajizuilie mpaka magharibi asiyafanye yote ambayo saim hayafanyi. Lakini haitoitwa siam tena bali itaitwa ni alimsak. Njia aljathbu kujitapisha kwa kuvuta ni mtu kutia kidole chake au mswaki ndani zaidi, na anajua kwamba akitia kidole na ndio kawaida kidole ukikitia ndani zaidi utatapika. Hii inaitwa aljadh. Hii nayo inaathiri siyam na inakuwa imeshaharibika. Wakasema ulama, hata inawezekana kwa njia ya sam'i, kusikia. Kuna mtu akikuzumzia mazumzo ya vitu vichafu vichafu na matukio yaliyotokezea, anakuchafua mpaka unatapika. Kwa hiyo habari kama hizi ukizisikiliza na ukatapika, wakati unajua kwamba na nasikiliza kitu fulani ima kwenye clip ndani ya simu na kitakuathiri, basi kama utaiharibu siamu yako tayari itakuwa siamu imeshaharibika. Lakini ambaye katapika kwa kuzidiwa na matapishi bila kusudia, huyu siamu yake iko salama. Kuna baadhi ya maulama wanasema hapana, siamu haiharibiki kwa kujitapisha, kwa sababu wana formula inasema, alfituru mimma dakhala la mimma kharaja Kuharibika siam kuna kuwa kwa kinachoingia mwilini sio kinachotoka. Wakasema na kinyume chake, wal wudu mimma kharaja la mimma dakhal, na udhu nao unaharibika kwa kinachotoka sio kinachoingia. Wakasema siam ni kinyume cha udhu. Udhu unaharibika kwa, kwa, kwa kinachotoka mwilini, yani haja ndogo au haja kubwa, na siam inaharibika kwa kinachoingia sio kinachotoka. Wakasema na hadithi ya Abu ya Abu Huraira dhaifu al-isnad, na imehalif qiyas chao na hiyo kaida yao lakini jawabu waliopewa ni kwamba hadithi ya Abu Huraira inatendewa kazi mbele ya ulama na wameisahihisha wengi, bali hiyo kaida yao ndo haina dalili. Formula hiyo waliyosema kwamba udhu unaharibika kwa kinachotoka tu, hakuna kinachoingia kinachoharibu, usiamu kinachoharibu udhu. Wakaambiwa mbona nyama ya ngamia mtu akila inaharibu udhu, mbele ya baadhi ya ulama, bila shaka hilo. Lakini wakaambiwa kama hilo mtalikataa, mkasema liko baadhi ya maulama tu, kama ilivyo katika madhhabu ya Imam Ahmad, basi tutakupeni jibu nyingine, kwamba mbona swaumu inaharibika kwa kutoa mbegu za uzazi. Mtu kama atafanya masturbation akramakumullah, mpaka mbegu za uzazi zikatoka, swaumu yake inaharibika, na huyu kaiharibu swaumu si kwa kilichoingia, kwa kilichotoka, na tunakubaliana juu ya hilo. Kwa kama itakuwa ni hivyo, ina maana formula hii si ya kweli, ya kusema kwamba Uh, siam inaharibika kwa kinachoingia tu. Kwa hiyo kinachotoka hakiharibu. Kwa hiyo kujitapisha hakutoharibu siam? Mbona aliyejitoa mbegu za uzazi kaharibu siam? Kwa hiyo aliyejitapisha naye kaharibu siam kwa hadithi hii ya Bi Huraira. Na wakasema na vioni istoshe, hata dini nataka tuwe na ukati na kati, kwamba mtu huyu kaambiwa asile wala asinywe, ndio itakuwa siam. Sasa si kwamba asile na asinywe, halafu na cha ndani ya mwili pia kakitoa. Ile hikma ya kula daku inakuwa imepotea hapo. Kaambiwa ile daku kwa kuchelewa kwa sababu gani? Ili aimudu siyam na asiwe na maruerue katika ibada yake ya sala wala asiwe na uchovu katika majukumu yake na kazi zake. Sasa akaekewa daku lakini kakatazwa mara tu baada ya kuingia alfajiri kula. Ina maana kwamba hata ile siyam yake imeekewa kisaidizi. Sasa mtu ambaye kula hali na kilichotumboni katika yulishe yake nacho pia kakitoa kujitapisha. Wanaviona wakasema hikma sasa hapo inapotea na kwamba ule ukati na kati wa dini unaanza kupotea na mipaka ya dini yetu, kwa sababu dini yetu haina ifratu wala tafrit, haina kuvuka mpaka wala kasoro. Kwa hiyo huyu mtu huyu atajidhuru kwa kujitoa kilicho ndani ya mwili wake. Kwa hiyo anaambiwa tayari ushaudhoofisha mwili, kwa hiyo wewe wa kujitapisha hutatakiwa kuendelea na siyam. Na kama kwa hilo atakuwa amedhoofika, ina maana atakula atakunywa kwa kiwango tu, alafu tena Uh, uh, yani, ataokoa maisha yake, kwa sababu mtu anaweza akajitapisha na akawa hawezi tena kumudu kuendelea na hali yake ya kikawaida. Wataruhusiwa uh, kujiondoshea madhara vingine hivyo. Hali ikisharuhusu tu, anawajibikiwa na al-imsak, kujizuia mpaka magharibi, naye kuwa kama aliyekuwa saim, isipokuwa ni kwamba yeye atakujalipa siku zake ambazo anadaiwa.